Young Africans ni kilabu ambacho ukikitazama kwa macho madogo huwezi kuwajua hata siku moja, wao ni watu wa design gani? Na ndio maana mimi nilisema Young Africans ni watu ambao huwa hawachukui maamuzi ya haraka. Ni watu ambao huwa hawachukui maamuzi kwa fikira za ukaribu, yaani si watu wa kufikiria kwa hapa ukaribu, ni watu ambao wanafikiria mbele zaidi. Ukitazama Simba ni watu ambao wana maamuzi ya papo kwa papo. Sasa maamuzi ya papo kwa papo mara nyingi sana huwa yanakuwa yana na wadau wengi sana ambao wenye akili fupi. Tazama maamuzi ya Simba yaliyofanyika March nane kwenye dabi ya Kariakoo ya yalikuwa ni maamuzi ya papo kwa papo, lakini madhara yake ni makubwa sana, ambayo sasa hivi yanakwenda kuiathiri ku, ku eh, kuiathiri kuathiri mpira wetu wa miguu hapa nchini Tanzania. Young Africans ni watu ambao unaweza ukawapiga mara ya kwanza wasikurudishie na wasikujibu chochote. Young Africans unaweza kuwapiga mara ya pili wasikujibu chochote na wasikurudishie. Young Africans unaweza ukawapiga kwa mara ya tatu wasikwambie chochote. Unaweza ukawapiga kwa mara ya nne wasikwambie chochote, na unaweza ukawapiga kwa mara ya tano wasikujibu chochote. Young Africans wakija kutoa jibu inakuwa ni jibu special na inakuwa ni surprise kwa Watanzania. Mimi nakwambia ukweli, bwana bwana bwana bwana, eh, bwana bwana Leonard ninakwambia Yanga Africans wakija kutoa jibu wakakaa kwenye vyombo vya habari na wakatoa jibu, tambua, inakuwa ni surprise kwa Watanzania na wadau wa michezo, mashabiki na wanachama wa vilabu vyote vya hapa Tanzania. Na ndiyo maana kauli ya kusema wao hatuchezi ngo ni kauli ambayo Yanga Africans walikaa kwenye vyombo vya habari wakatoa hadharani na Watanzania wote wakachukulia kama hii ishu ni masiara, lakini tabu tunaiona leo, garika tunaliona leo kwamba mpira wetu sasa unakwenda kudidimia. Mpira wetu unakwenda eh, unakwenda kushuka thamani kwa wakati huu ambao tuna maandalizi ya chani. Tambua tu hapa karibuni chani inakuja kufanyikia hapa Tanzania unafikiri ma, ma, kwa haya yanayoendelea kwa sasa hivi kati ya, ya, ya, ya bodi ya ligi na Africans, nini kinachofuata? Huu ni udhalilishaji wa mpira wetu wa miguu hapa nchini Tanzania, na kauli ambayo tayari imeshatamkwa rasmi ndani ya bunge la kumi na mbili pale makao makuu Dodoma, viongozi wote, mawaziri, pamoja na wabunge na viongozi wote taasisi tofauti, wao ni kauli yao ni moja tu, kauli ya waziri wa tasnia ya habari michezo, bwana Kabudi, ametamka rasmi bungeni kwamba wao kama serikali hawatoingilia chochote kuhusu ugomvi wa bodi ya ligi na Africans kuto kucheza dabi hiyo tarehe 15 Juni, kama sikosei, mwezi wa 6 Tarehe 15 Young Africans bado wanaendelea kuweka msimamo wao, lakini waziri wa michezo Kabud katamka rasmi kwamba hawatojihusisha na chochote kwenye hili sakata ambalo linaendelea kati ya bodi ya ligi TFF pamoja na Young Africans sasa bado wameachiwa bodi ya ligi na TFF kulingamua hili la Yanga Africans. Sasa kwa macho sasa ya mbali, bodi ya ligi na TFF wanashindwa kuwavaa Yanga Africans kwa sababu tayari walishaamua majibu yao, wao majibu yao na solution yao. Kama TFF wanasema kwamba hawahitaji chochote zaidi ya kucheza eh, dabi ichezwe tarehe 15 ya mwezi wa sita, lakini Young Africans bado wanasema wao hawatocheza siku hiyo. Wanachotaka ni pointi tatu na magoli matatu, kwa sababu mchezo ulioahirishwa tarehe nane ya mwezi wa tatu ulikuwa kuahirishwa kwake ni makimagumashi. sasa mimi na wewe sasa ambao tunatu, tu, eh, tunajadili hili sasa la la la la la la, la, la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayosimamiwa chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye kam, kamtuma mtu wake ambaye ni Waziri wa Michezo Kabudi kwamba akasimamie michezo ipasavyo na aweze kutatua baadhi ya changamoto ambazo zitakazojitokeza kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye football lakini leo wanajivua kama serikali kwamba wao hawatohusika na chochote kwenye huu mgogoro wa dabi ya Kariakoo ambayo eh, iliahirishwa tarehe 8 ya mwezi wa tatu. Sasa tafsiri yake kwa mtu mwenye dini mbili nafikiri ambao wanaendelea kututazama kupitia hapa kwenye hizi studio za Wasamaria, kwa mtu mwenye dini mbili ukiona serikali amejitoa kwenye swala kama hili, wakati serikali hiyo hiyo imemtuma kiongozi aende kusimamia masuala ya michezo ambaye ni waziri wa michezo. Sasa yaani, serikali imemtuma mtu wao kwenda kusimamia masuala ya michezo, kwenda kutatua changamoto zilizoko ndani ya michezo. Leo serikali hiyo hiyo inajitoa pembeni, kwamba sisi hatutojihusisha na ma masuluhisho ya masuala ya bodi ya ligi TFF na Young Africans huu mzozo uko chini ya bodi ya ligi na TFF. Mtu mwenye di mbili kashajua kwamba nini ambacho kinachoendelea ndani ya mzozo huu au ndani ya sakata hili la Young Africans pamoja na bodi ya ligi. Young Africans bado wanaendelea kutoa msimamo wao kwamba wao wakishinda mechi tatu bado msimamo wao ni ule ule wanatangaza ubingwa wa NBC Tanzania bara wao, well, ndiye watakaochukua kombe la NBC baada ya kumaliza mechi tatu ambayo watacheza na Namungo, nafikiri kitu kama hicho, lakini pia mechi kama mbili hivi ambazo mechi tatu Namungo aa, wakicheza na na na nafikiri mechi kama tatu wakimaliza, wakipata ushindi wa mechi hizo, basi moja kwa moja wao wanatangaza paredi. Kwa kwa tulivyodukua eh, kwenye vikao vya Young Africans, paredi itaanzia airport na kuelekea Jangwani.